Gwiji Jesus Titanic, naona sana naona. Leo nimevaa kaboti na kasuruali, nasikia bebe, nikapanguza nyama, nikapanguza sina sisiawaa e, lakini ioteamai kameramani, songa huku mbele, waoni kuja huku, waonyesha mimi ukweli kaka ni kamsalaba tu na cheni ya ice o g ice, paka cheni ni elfu ishirini na saba tu, kaka, sa ni pesa kidogo mia tano. Lakini ibet hibet hii noma, wasanii, nafikiri mnazijua hii. Ni ile imetengeneza zile meno za silver, zimedungwa paka ikazunguka, saa hii imefika 30,000 si nyingi sana. Alafu kichwa mnaona kichwa, nanyowaka kipara siku hizi sina mambo mengi Enda pale napigwa kakipara na kadai ka mia tatu basi. Ndo hivyo hiyo ndo ruku ya today today, spika today, ni kosmata wanyi, mnaonaje? Mtaniambia, mtaniabiao akoe.